Kona sio kona, kona pasipo kuikata na wengi sana katika utata ni pale katika kuanza safari mpya. Miongoni mwa watu wengi sana, wanashindwa kuweza kutofautisha katika ya kati ya safari na mwelekeo. Mwelekeo unaweza kukuonyesha hasa dira yako na wapi unapotaka kwenda, lakini safari ndio utakaoleta determination kasa katika kuhakikisha wewe unajua kipi unachokitaka kipi utakachokibeba kungauzana nacho hasa katika hiyo safari, nikimaanisha wafanya biashara ama mtu ambaye anataka kujiingiza katika swala la ujasiriamali, kama huna taarifa sahihi ama kama huwezi kuweza kujua vyanzo mbalimbali vya kuweza kushika biashara yako, huku ukikumbuka biashara imebadilika na imechenji sasa hivi imeamia

Katika masuala ya kidigito, yani digital marketing. Huko kuna skills na pia kunahitaji knowledge na pia kunahitaji ufasta sana hasa katika kuenda sasa na mambo jinsi yanavyoweza kuenda na hapa ndipo tutakapoweza kujikita katika taarifa ama maarifa yatakuwa sahihi kuweza kusaidia biashara yako kuweza kukua. Kwa mfano, ukiwa na digital skills itaweza kukuepushia vitu mbalimbali mbali. Watu wanashindwa kutengeneza content. Hawajui namna ama jinsi gani ya kutengeneza content na content ipi inaweza kuwa sahihi kwa wakati huo, ama itakuweza kuchagiza huduma unaotoa ama biashara yake. Kwa hiyo hakikisha unapata vitu ni sahihi na vitu vitakavyoweza kuelezea mchakato um, mzima wa safari yako ili uweze kufika ukiwa haujachoka sana. Nasema acha kujipoteza, jamii inakuhitaji.